Mkuu wa wilaya Wete Mheshimiwa Abdallah Rashid Ali amezitaka asasi za kiraia kuendelea kushirikiana na serikali katika kutatua kero zinazowakabili wananchi. Hatua wa hiyo imejiri mara baada ya kuzungumza na waalimu wakuu wa skuli za jimbo la Mtambwe pamoja na viongozi wa jumuiya ya Ujima Cooperative Society ambayo jumuiya hiyo inatarajia kutoa msaada wa sare kwa wanafunzi mia mbili wa skuli za Mtambwe huko ofisini kwake Wete Pemba, ambapo pia amesema serikali ya wilaya inathamini sana juhudi zinazochukuliwa na jumuiya hiyo katika kuisaidia serikali tuendelee kuwashukuru wenzetu wa taasisi zisizokuwa za kiserikali katika kuunga mkono juhudi za serikali yao. Kwa leo kikao chetu ambacho kwa tumekaa tukikaa na wenzetu wa kikundi ama cha taasisi inayoitwa Ujima, ambayo taasisi hii kazi yake ni kuweza kusaidia utatua changamoto zinazokabili wanafunzi wetu katika maeneo yetu ya vijijini na hata mjini. Ujima imeweza kushirikiana na Dokta Meli kwenye kuwafikia wananchi katika kuwapatia uniform. Kama tunafahamu, Dokta Mwinyi kwa upande wake ameshajenga miundombinu mbalimbali, ameshaajiri walimu wa kutosha, ameshaongeza maslahi ya wanafunzi, ameshafanya vitu vingi. Sasa katika hatua nyingine, mkuu huyo ameipongeza taasisi hiyo huku akisema kabisa, mimi ni mpongeze katibu wa kikundi hiki cha Ujima, taasisi hii Bimariam Maryam Ali Rashid kwa utayari wake na uzalendo wake wa kuweza kuwasaidia. Manake yeye Bi Maryam ana familia lakini ili, ili e, angaliweza pesa hizi ambazo amezitoa kwa wanafunzi hawa mia mbili kwa kuanzia, angaliweza kwa katia watoto wake uniform, kwa katia nguo za siku kuu, kwa katia huduma nyingine mbalimbali. Kile kasema pana, wacha tumunge mkono mheshimiwa rais kwenye hili, wacha tumsaidie jamii kwenye hili, ili kusudi kuna jamii ambayo inafanana kwenye kupiga hatua kutafuta haki na wajibu wa ujana wetu. Kwa hivyo sisi mtambo tumejaribu kupita tukiona pamoja naye mwenyekiti Mariam Madrashi tumepita pamoja kwenye shule baada ya shule tukaangalia changamoto kubwa, lakini tukagundua kwamba changamoto kubwa ni vijana wetu ambao e, wengi wao wanakuta hawana uniform. E, hili swala la uniform si swala tena la mheshimiwa rais kuja kwamba aje atoe uniform. Tunahisi kwamba sisi jamii kwa kushirikiana kwa pamoja tunaweza kulifanya hili. Nikiripoti langu jina ni mimi Muhammed Othman warada Online TV.